Unajihisi umezaliwa kwenye familia ambayo haikuelewi. Unakaa kwenye meza ya chakula cha jioni, unatazama ndugu zako, wazazi wako, na unajiuliza, mimi nimefikaje hapa? Mbona nipo tofauti sana? Kama unahisi wewe ni mgeni, mtu baki, au kile kinachoitwa the black sheep wa familia, nataka nikuambie kitu kimoja leo: hauko peke yako, na wala wewe sio mbaya. Leo tutaingia ndani kabisa kwenye saikolojia ya black sheep. Nitakupa sababu sita nzito za kisaikolojia zinazoelezea kwa nini unajihisi hivyo, na nakuahidi sababu ya sita ndiyo itakayokufanya uone picha nzima ya kwa nini utofauti wako ni zawadi na sio laana. Lakini kabla hatujaanza, kuna siri moja ya kisaikolojia ambayo familia nyingi huificha, nitaitoa mwishoni mwa video hii, siri inayoelezea jinsi gani mtu aliyetengwa ndiye anayekuwa na nafasi kubwa ya kuiponya familia nzima. Usikose hiyo. Kama mada hizi za afya ya akili na mahusiano zinakusaidia, nina ombi moja: bonyeza hapo chini subscribe button na uwashe kengele. Lengo letu ni kufikia watu milioni moja wanaojitambua kisaikolojia. Pia gonga like sasa hivi ili YouTube iweze kuonyesha video hii kwa mtu mwingine anayeteseka na upweke ndani ya familia yake. Tuanze sababu ya kwanza: mgongano wa maadili value mismatch. Kila familia ina kile tunachokiita family script. Ni kama mwongozo wa siri ambao kila mwanachama anapaswa kufuata. Labda familia yako inaamini katika usiri, au wanaamini katika kazi fulani tu, au mfumo fulani wa kidini. Unapokuwa na individualism, ubinafsi chanya, unajikuta unaanza kuhoji vitu ambavyo wao wanavichukulia kama sheria. Pia wewe unaamini katika uhuru wa kujieleza Wakati wao wanaamini katika kunyamaza ili kulinda heshima. Hapa ndipo unapoanza kuonekana mgeni. Kisaikolojia, unapoacha kufuata skripti ya familia, mfumo wa familia unakuhisi kama tishio. Unakuwa mgeni kwa sababu umechagua kuwa halisi, authentic, badala ya kuwa mtiifu, compliant. Hii inaitwa cognitive dissonance. Akili yako inashindwa kuoanisha kile unachokiamini na kile unacholazimishwa kukiamini. Matokeo yake ni kujihisi ugeni. Sababu ya pili: nadharia ya mbuzi wa kafara, family scapegoat theory. Katika mifumo mingi ya familia zenye changamoto dysfunctional families, kuna mbinu ya kisaikolojia inaitwa triangulation au projection. Badala ya wazazi au familia kukabili matatizo yao wenyewe, labda ndoa inayovunjika au matatizo ya kiuchumi, wanamtafuta mtu mmoja wa kumwangushia lawama zote. Wewe unakuwa shimo la taka la hisia zao mbaya. Ukifeli wanacheka Ukifanikiwa wanapunguza mafanikio yako. Unajihisi mgeni kwa sababu familia haikuoni wewe kama binadamu, inakuona kama kifaa cha kupunguzia maumivu yao. Kisaikolojia, unajihisi mgeni kwa sababu hakuna connection ya kweli hapo, kuna matumizi ya hisia tu, emotional utility. Hii ndiyo sababu hata ukiwafanyia nini kizuri, bado unajihisi haupo nyumbani. Sababu ya tatu, tofauti ya akili ya hisia, emotional intelligence gap. Kuna uwezekano mkubwa wewe unauelewa mpana wa hisia kuliko wanafamilia wako. Labda wewe ni mtu unayependa kuongelea maumivu, unatafuta tiba therapy, na unataka kukua. Wakati huo huo, familia yako inaishi kwenye mtindo wa kuzika mambo, emotional repression. Unapojaribu kuleta mazungumzo ya kina, wao wanakupuuza au kukuita mwenye drama. Hii inatengeneza upweke mkubwa sana. Unakuwa kama mtu anayeongea lugha ya Kichina kwenye chumba kilichojaa watu wanaoongea Kiswahili. Unajihisi mgeni kwa sababu mahitaji ya kihisia yako hayafikiwi na watu ambao kimsingi walipaswa kuwa salama kwako. Hii inaitwa emotional mismatch na ni sababu kubwa ya black sheep kujitenga ili kulinda afya ya akili yake. Sababu ya nne, wewe ni cycle breaker, mvunja miororo. Kila familia ina trauma za kurithi, generational trauma labda ni ulevi, hasira, upumbavu wa kifikra au unyanyasaji. Inatokea kizazi kimoja, anazaniwa mtu mmoja ambaye anasema mimi sitakuwa hivi, hii tabia inaishia hapa. Unapoanza kupona, unapoanza kuweka mipaka boundaries, unakuwa mgeni kwao. Kwa nini? Kwa sababu unawashikisha kioo. Uwezo wako unawakumbusha vitu ambavyo wao wameshindwa kuvibadilisha. Kisaikolojia, familia itakutenga, sio kwa sababu wewe ni mbaya bali kwa sababu mabadiliko yako yanawafanya wajihisi vibaya kuhusu stagnation yao. Unahisi mgeni kwa sababu umehama kwenye gereza ambalo wao bado wamefungwa. Sababu ya tano: individuation, mchakato wa kuwa wewe. Hii ni dhana ya mwanasaikolojia Carl Jung. Ni mchakato wa kawaida wa binadamu kujitenga na utambulisho wa kikundi ili kupata utambulisho wake binafsi. Kwa watu wengi hili hutokea kwa kiasi kidogo, lakini kwa black sheep, individuation yako ni kubwa na yenye nguvu. Wewe hutaki tu kuwa mtoto wa fulani, unataka kuwa wewe. Unapojitafuta, unajikuta unaacha kufuata mapokeo ya familia. Hii inazua hali inayoitwa family enmeshment conflict. Familia inataka muwe kitu kimoja, mfanane, wewe unataka kuwa tofauti. Hisia hiyo ya ugeni ni ishara kwamba unazaliwa mara ya pili kama nafsi huru, ni maumivu ya kukua. Na sasa sababu ya sita ambayo niliiahidi mwanzo, the the truth about the sick system. Wewe sio mgonjwa, wewe ni symptom ya mfumo ulioharibika kisaikolojia. Mara nyingi yule anayeonekana mgeni au mwehu kwenye familia ndiye mwanachama mwenye afya halisi the healthiest member. unajihisi mgeni kwa sababu mfumo wa familia yako una misingi ya kutoaminiana, siri au kutokuheshimiana, na kwa wewe una chembechembe za afya ya akili mwili na roho yako inakataa kufit, kama samaki aliye kwenye maji machafu. Akijaribu kuruka nje, atajiona yeye ndiye anaye tatizo, lakini ukweli ni kwamba maji ndiyo yana tatizo. Hisia yako ya ugeni ni alamu ya kisaikolojia inayokuambia hapa sio mahali salama kwa ukuaji wako. Kama umefika mwisho wa video hii, nataka nikuambie hivi: kuwa black sheep sio laana, ni wito wa kutengeneza familia yako mwenyewe, familia ya kuchagua, chosen family inayokubali na kukuheshimu. Je, ni sababu gani kati ya hizi imekugusa? Ni ile ya cycle breaker au scapegoating? Niandikie kwenye maoni hapo chini. Nasoma kila comment na nitajibu kadiri ninavyoweza. Usisahau kulike na kushea video hii kwa yule ndugu au rafiki unayejua anapitia hali hii. Kumbuka, kujitambua ndiyo mwanzo wa kupona. Hii ni Fikra Chanya. Asante kwa kuwa nami. Tukutane kwenye video inayokuja. Peace.